Tulikuwa na majeruhi ishirini na wanane, majeruhi ishirini na mbili wote wameruhusiwa. Tumebakiwa na majeruhi sita ambao hali zao zinaendelea vizuri. Wawili wako kwenye hospitali ya KCMC, wawili wako hospitali yetu ya Mawenzi na mmoja na wawili walikuwa hospitali ya Same, lakini ile Wasame mmoja naye amehamishiwa hospitali ya Mawenzi. Naam, hali zao zinaendelea vizuri, hali zao zinaendelea vizuri wanapata matibabu ya kutosha ee, na jana tulikuwa na naibu waziri wa afya, kwa hiyo kuhakikisha kwamba huduma zote stahiki wanapata, uh, wapendwa wetu hao. Sawa, katika miili thelathini na minane ya waliofariki katika ajali hiyo ni mingapi imetambuliwa na ambayo tayari ndugu zao wameshaichukua? katika hao thelathini eh, na nane miili mitano imetambuliwa, na leo ndugu zao wataichukua kwa ajili ya kwenda ku kuwahifadhi. Na ile mingine iliyobaki, eh, kwa sababu iliharibika sana, tunafanya utaratibu wa, wa kupata vinasaba, ambayo kazi ilianza jana, eh, kushirikiana na Eh, waziri wa afya, wizara ya afya, tulikuwa na naibu, kama nilivyosema, naibu waziri wa afya ambaye yuko hapa Moshi, lakini na viongozi wengine mbalimbali. Kwa hiyo, na mkemia mkuu wa serikali ametoa maafisa wake na yeye mwenyewe. Kwa hiyo, kazi imeendelea jana kuchukua hizo hizo sample za hao ndugu, ili tuweze kubaini sasa na kuwakabidhi miili hiyo ifikapo siku ya Alhamisi. Mwitikio mm -hmm. vipi wa ndugu kujitokeza, kat, kutaka kutambua miili yao, na kama uh, kuna ambao hawana hiyo taarifa, unaweza ukazungumza nao hivi sasa uh, ni nini wanatakiwa kuja nacho, utaratibu ukoje? Uh, kwanza nashukuru sana wananchi wetu wamekuwa watulivu sana, na kwa bahati nzuri wale wale thelathini na tatu ambao ndio kama nilivyokuambia waliungua wali, wali na kuharibika, ndugu zao wote walipatikana. Kwa hiyo walikuwepo pale jana km na nilizungumza nao na tukakubaliana kwamba masharti ambao watapewa basi wayafuate ili tukamilishe hilo zoezi mapema. Lini linatarajiwa kukamilika? Kwa mujibu wa taarifa walizokuwa nazo Jumatano, uh, kwa mujibu wa mkemia mkuu wa serikali atakuwa amekamilisha hiyo kazi na kutuletea hivyo vipimo ili sisi Alhamisi sasa tuweze kukabidhi kwa ndugu miili hmm, yote hiyo. Uh, mkuu wa mkoa wa Nurdin, uh, utusaidie serikali inagharamia nini katika huduma hizi za DNA, lakini pia pamoja na mazishi. Kwa kweli tunamshukuru sana mheshimiwa rais, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa maelekezo Leo tunagharamia kila kitu. Watu wote ambao walikwenda hospitali wa majeruhi wote walitibiwa kwa gharama za serikali. E, na hata hawa ambao baada ya kujua wakishokutwa tutawasaidia, e, usafiri, e, na wale ambao watakuwa hawa hawana hawa, uwezo kabisa serikali itagharamia pia. E, majeneza ambayo yakwenda ya kuwasili wapendwa wetu hao naam. Uh, kwa kumalizia tu uh, kiongozi uh, eneo lile ha, ni eneo gani? Ni eneo hatarishi na nini kinatajwa kama chanzo cha ajali hiyo? Kwa uh, kweli ni, ni eneo so, ni, ni barabara iko tambarare na ni kilomita kama nne tu kutoka pale Same mjini hiyo uh, gari sababu yake, ile basi kubwa ilipasua tairi ya mbele hiyo. Gari ilikuwa inatoka Arusha kwenda Tanga, na ikosta ilikuwa inatoka Same kuja hapa Moshi kama familia, kwa ajili ya kuna shughuli hapo ya harusi. Kwa hiyo uh, imetokea tu bahati mbaya, tairi imepasuka, kaataka kukwepana, nadhani uh, mahesabu tu hayakuwa sawa mm, ndo magari yale yakagongana uso kwa uso. Cha ajabu kikubwa ndio baada ya kugongana tu magari yote yale yaliwaka moto kwa wakati mmoja mm. Ndio na, uh, tu- tumalizie eneo hilo la Mwanga Same limekuwa likikumbwa na ajali nyingi uh, nini, mm-hmm. mnakiangalia katika kujifa, kufanya jitihada za kupunguza ajali katika eneo hilo kwanza uh, kama unanisikia, mimi mara nyingi sana nawasihi sana madereva kwenye maeneo hayo, kwa sababu kutoka kutoka Kifaru kuja kuja Mwanga ni ma, maeneo yana, kuna maeneo yanakona sana na barabara ile ni nyembamba, lakini kuna alama za barabarani eh, huwa nawasihi sana madereva kua-ku- kutii sheria bila shuruti, kuangalia alama za barabarani kwa sababu pale kuna, kuna maelekezo ya speed unaona, lakini sasa kama unajua madereva wetu hawa huwa uh, hawa sasa nyingine wanapitiwa na kutotii sheria bila shuruti. Kwa hiyo ndio maana zinatokea hizo ajali za mara kwa mara, lakini tunajitahidi sana. Eh, kamanda wa polisi wa mkoa wa Kilimanjaro na vijana wake wa traffic wanakuwa wa mara nyingi sana wako barabarani sasa pengine na kama binadamu eh, unafanya kazi na baadaye unaondoka, ukiondoka una ndio inakuja kutokea hiyo, kwa sababu hata pale ilipotokea ajali ni kuna kuna kuna kuna, kuna checkpoint pale ya, ya, ya, ya, ya polisi. Mm, asante sana uh, mheshimiwa na tukutakia asubuhi njema. Nawashukuru sana ndugu na, eh, zangu Azam, tuendelee tu kupeana taarifa lakini sisi tuko vizuri na wananchi wametulia na wameshukuru ume, kwa hili ambalo limetokea. Kwa kweli hawakuwa na shida yoyote. Asante sana, ni mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro Nurdin Babu.